Nikwambie kitu kwenye haya maisha yangu, hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kunizuru mimi wala kunifanyia ubaya mimi. Sasa basi nitajua kitu gani cha kutndokezeaamshono samaki, sangala pweza, jodali huyu dada <tipa> hodali mama, nafurahi Alo mami, unaishi vipi na wafanyakazi wako? Maana nimekutana na mfanyakazi wako yule wakati nashuka kwenye gari, amenifokea tena anaonekana yuko serious, au mbaya zaidi, ameniambia eti yeye ni baba mwenye nyumba hii. Jambo limekaaje? Mbona amenichanganya? Yaani ameniburuga kuli kweli. Wewe unaishi vipi na wafanyakazi wako? <laughs> no, <laughs> usicheke. Serious. Anasema yeye ni baba mwenye nyumba uh, Mungu wangu. Baby, nae mwamini kweli? huyu ni mlinzi wa getini tu hana mamlaka yoyote kuna hii nyumba inakuja na kukopea wewe, Mungu amwana napanda kichwani eh? yule mezgetin na mamlaka gani kufanya hivi? Anakufukia bila sababu yoyote ya alafu mimi sio kujua. Yule haiko sawa yule ni zaitavauya ngoja nikutafsirie. Yule ana utindio wa ubongo, haiko sawa kiakili, kuna sometimes zinakuja zinaondoka zinakuja, zinaondoka, haiko sawa kabisa. Tena naomba usinisikilize. Sasa kama wewe unajua watu ndio ubongo unautindia, kwa nini waajili kazini? Sasa kama ikitokea siku akaingia ndani, mwana kufanyia fujo, akufanyia vurugu, akakuua, inakuwaje? Unajua sikujua mara ya kwanza kama iko hivi, nimejua kipindi hichi tu, ananifanyia vituko ambavyo sivielewi. lakini Usijali, nitalifanyia kazi ntalifanyia kazi kabisa. Ah, yani ya amenivuruga amenivugae. Fanya hili jambo kama vipi, mfukuze umtimue kazini, watu wengine bwana. Na hilo ndo nalolifikiia, nikimpata tu mfanyakazi bora ambaye ananisikiliza na, na kunielewa haraka sana, hasa ukizingatia alivokufanyia wewe. Yani amenikela sana, na ili na nitalifanyia kazi. Fanya ile jambo ulimalize bana. Sawa basi, naomba punguza asila. Ah, amenifokea na kwaidi, ntalifanyia kazi hili na nitakuisha kweli kweli. Naomba ulimalize. Ntalimaliza. Naomba tende njani tukapumzike, and then baadaye naondoka nende saluni. Sawa bebi. Aya, poa tu. Ona sasa nanenepa, panalishwa vinono mm. Nimepata fundi kazi ya mshono mm. Samake sangala kweza jodali huyu dada hodali, mama na furai hey. Anapika mwenyewe, hagiza gichai so kama zamani akale amebadilika huyu <coughs> wa sasa eh. Sasana nenepa nalishwa vinono mm, nimepata funika ziba mshono mm, samake sangala pweza jodali huyu dada hodali, mama nafurahi eh, anapika mwenyewe hagiza gichai so mazamani zamani, akale amebadilika huyu wa sasa.

Hivi nikuulize kitu, unapata wapi ujasiri ya kutoa sauti kumtukana mgeni wangu na kuongea maneno machafu kabisa? Angalau unajua yule ni mgeni wangu na nimesha kuelekeza kila kitu kuhusu yeye. Kitu gani wewe kilikushangaza ukaenda kumwambia maneno ya ajabu? Huoni kama umenikosea? Alafu mwenyewe meilasi tu wala uoni akikele umenikosea sana yani, ninijisikia asila kiasi kwamba ule, ule, ngekuja si ngekuaja bola nilivyotoka nimerudi kidogo, atilisti naweza nikaongea na wewe na naomba unielewe mami. Sijafunga ndoa na wewe lakini, mimi we na uchumba, ni mke wangua Sezi nikaruhusu mjinga yote anakuwa karibu. Jana wala leo mami, tumeanza mahusiano nayotoka tunasoma tagoo huko shule. Mimi ndio mwanaume wako wa kwa kwanza, inapaswa kuniheshimu na kunijali pia. Alafu pia kingine ina maana huyu, jamani, mtu wa misada sana yaani eh? Ina maana huko kazini ambako mnafanya kazi ama uko kwenye biashara yenu, kila mtu anampa nafasi ya kumpa lift kwenye gari yake anampeleka nyumbani pake kisha anamrudisha. Ina maana wanapofanya kwako eh? anavofanyakni kwa eh? Halafu pia kingine, kama labda sababu ni kwa sababu wanakupa lifti kukupeleka huko kazini kwako, mimi nipo tayari kukupakia hata kwene baskeli, nitakuwa na kupeleka kazini. Kama shida labda ni lifti kupeleka kazini, mimi nitakupeleka na baskeli, shida iko wapi? Ona sasa nani ni kokwa jamani, na huku <Kuwa> <Kukwa>? <Ku <-wani> na napo upo <Ku <-wani> nimekutafuta kwa nyumbani kwako, sija kukuta, nikaelekezwa unapatikana huku shida Mm, shida yangu mimi ile, ile tu nimekuja kuulizia vipi, nimejesha kuhusu sokoni. Aka nimekwambia, <coughs> usiulize habari za sokoni sawa, <coughs> eh? Binti haya kulikoni koko hmm? hmm? <coughs> Eti kaja hapa eti kumuulizia sokoni. Hichi hmm? ni kituo cha kulelea watoto yatima, kusema kwamba binti yoyote akipotea anakuja kutafutwa hapa, si ndio? alafu usichokijua, huyu ni mpenzi wangu mimi. Jitihada zote unazoziona anapendeza, ni mambo ya Sasamapa. Hivyo basi please, please, please, stay away from my baby. Nikija kukuona siku nyingine hapa ah, mume nimepata na basikari? wewe kuweza yaani, niwe na Sasampa, niwe na maisha yangu, nina nyumba nzuri zaidi ya zaidi ya moja, alafu wewe unaniambia tu nipake basikeli. Ah, baba kule, wewe kikubwa zaidi ninachotaka kukuambia, sitaki maneno mengi, naomba tuheshimiane. Kama kule unanipenda, naomba niheshimi, alafu kila kitu nakuelekeza, sio kwamba sikuelekezi na kupicha na ningekuwa sikupendi. Mbona unikwambia tu uondoke? Okay. Sio, unanielewa. Usinichanganye kila wakati. Na pambana biashara, na pambana na mambo mengi. Nikirudi nyumbani hata ununi huruma. Mimi sipendi bwana. Fahamu? Hivi unajua kuna muda, yani mimi uje sioni kama house, sioni kama nyumba hii hapa tunapokaa. Mimi na hesabu kama doda ni jela ya taifa. Niende kwa maisha mbona <laughs> mimi naishi na wewe hapa kwa nyumba yako, imami kitu ambacho ukipanga. Mimi naishi maisha ya mateso sana kwa mambo ambayo unanifanyia. Mimi najiona niko jela Dodan House. Okay, nimekuelewa baba. Maelezo sina maelezo oh. Mungu wangu wangutaniwawe mwanao ah. Sawa, nimekusikia ila, kuanzia leo, kuanzia sasa hivi, mgeni wangu yoyote yule, naomba mheshimiwe, tafadhali tuheshimiane na kupenda, na ndio maana kuwapa suna nielewa juwa. Hey, natengeneza furaha, kumbe nachochea moto Moyo umejenga majeraha na Anapakari... huyu kijana amane yako amane yako, msendeko, kaa mbali na kipenzi changu sawa, binti. Dada, samaha. Eh, hakuna cha samahani hapa, stay away from my baby. Go, nasemaje? Ondoka binti, usije kufanya kitu kibaya, nenda, nenda, nenda, nenda. Kokwa, kokwa, kokwa. Baby. Baby. Unaletea watu gani yao? Kaja mwenyewe tu hapa. Mwanzo na mwisho kwenda kwako ni leo. Kwa sababu kumbe huko kwako ndo kazi unayofanya hivi binti. Una auliziki? Unataka nini tena bibi? Aka. Mambo gani haya tena? Eh? Kitu gani ambacho mimi sikupati mpenzi wangu? Sasa ni nini unakuja kuniletea tena mambo ya ajabu nyumbani kwangu? Alafu mwanzo na mwisho kwenda kwako ni leo. Kwa hmm, sababu naona huko kwako ndo hivi vitu vinakufuata vina fuata. Tutakaa wote hapa hapa, sawa bebi. Nakupenda bwana, twende ndani. Ona sasa, na nene panalishwa vinono. Nimepata funikaziba mshono, samake sangala, pweza jodali. Pole kwa safari iani. Asante yani. Karibu sana. Asante. Karibu, hmm. Tu, naomba ujisikie huru hapa, ni nyumbani. Hmm. Na kuanzia sasa hivi tutakaa hapa wote mpaka nitakapokufanyia mpango wa nyumba nyingine. Hey, ndio shoga yangu. Mimi natamani siku moja nipate nyumba kama hii <laughs> kawaida maidia. Hmm. Upo sasa, mbaya kuna nyumba zaidi ya hii ndugu yangu, zote nitakupeleka, utakaoipenda utakaa. Utaziona mama presha ya nini? Mm. Sasa mpa ipo hapa kweli, si nimekwambia, mimi niko vizuri sasa. Angalia kazi yangu, unanielewa? Nataka ubadilike, udugu wangu, manielewa? Nataka uwe zozu kweli, unanielewa? Zamani kama kawaida tena, sasa hivi anakuja kwa spidi kwa sababu sasa mpa ipo sasa. Maidia, kwa kuwa mechoka tangu ufike na kuongelesha tu hapa nini, twende ndani ukaoge nikuonyesha chumba chako, udugu wangu, uchie mambo yako utaradadi. Basi tende jikoni nikakuonyesha chumba kwanza, uoge mwanamke, utaradadi afringe jikoni, udugu sa, na najua mambo yako kwa yale kwanza, nimemisi nime mapishi yakoka <laughs> Unajua, <laughs> nini kuna wakati na kumbuka mbali. Mara nyingi nilikuwa sipendi kushinda hapa nyumbani, ili nilikuwa bwadi kweli kweli hadi ila, tangu wewe yani, nasikia raha yani. Kuna wakati nadanganya huko kwenye biashara, naumwa ilibidi tujike, na hii wenao vitu vyako <laughs> ila aina shida sasa hivi mabadiliko, mm-hmm. hmm.

Samahani, mm -hmm. Unaweza wa kunipatia namba yako ya simu? Namba yangu ya simu? Amna, kuna vitu vizuri nataka nikufanyia. Hachana naye, hachana na hizo habari, nataka wewe unipe namba yako ya simu, kuna vitu vizuri nataka nikufanyia. Kwani unapenda maisha mazuri?